Wito umetolewa kwa wanafunzi kuzingatia masomo yao na kuhakikisha wanaandikisha matokeo bora katika mitihani yao ya kitaifa. Akizungumza wakati wa kusambaza fomu za basari kwa shule katika eneo bunge la Jomvu, mbunge wa eneo hilo Badi Twalib amesema ni kupitia matokeo bora ambapo juhudi za serikali katika idara ya elimu zita za matunda. Badi ambaye ametembelea shule za Kajembe, Jomvu Girls, Miritini, Secondary na Miritini Complex amesema amechukua jukumu la kupeleka fomu hizo shuleni ili kuwapunguzia wazazi dhiki ya kupiga foleni kusaka fomu hizo. Ndio tumekuja na forms kuanzia mwanafunzi wa kwanza mpaka mwanafunzi wa mwisho 100%, tutahakikisha amejaza fomu leo. Machifu wetu wako kule Tononoka, wanafanya training, lakini mutajaza kawaida yetu machifu huwa tunawaweka hapa, mtajaza, mtamaliza kila kitu, zitarejeshwa kwa mwalimu, zitarejeshwa ofisini leo leo. Machifu akitoka treni, badala ya kwenda ofisini, nitawafungia kwa ofisi yangu waweze kuwajazia kila kitu, mngoje cheki, tuwaletee pesa hapa. Kwa upande wake, waziri wa elimu kaunti ya Mombasa, Dr. Mbwarali Kame, amesema Serikali ya kaunti ya Mombasa imejitolea kuwafadhili wanafunzi wawili kutoka maeneo bunge yote sita watakaosomewa daktari katika chuo kikuu cha Mombasa. Amedokeza kwamba hivi karibuni anatarajia kuzuru taifa la Uswidi ili kukamilisha mkakati wa ufadhili huo. Governor ametoa slots za medicine 12 Mombasa County. Wanasomea hapa Technical College of Mombasa Town. Kila sub county wanafunzi wangapi? Wawili. Amelan? Wawili. Sasa basi ndio kuapa mkiona tumeanza kutoa matangazo insist, hata yule aliyepata B+, aliyepata B+ hapa shule na amequalify kufanya medicine, mwambie apply maadamu ametoka maeneo ya Jomvu hapa. Komiti itakaa, hatutomnyima mwanafunzi wa Jomvu hata kama amepata B+, amequalify kufanya medicine. Wanafunzi wawili lazima wapewe nini, nafasi. Tumeelewana? Ndio. Yeah. si office excellency, governor wanasomea hapa tu tayari wanafunzi wetu 12. Sasa kazi kwenu. Scholarship hizo zinakuja Indonesia, kesho kutwa nitakuwa na safari naenda kupigania hizo scholarship. Waliopata C plus and above, hiyo ni ndege paka wapi? Tumeelewana? All <laughs> the best. Message yake mheshimiwa gavana, tumesema hatakusaidia pia shule kwa pande za kula na pia vilevile, tumekuja na madam DCC wetu ili angalie, mnajua ni kitu gani kimetuleta, msome kwa bidii. Imepata a minus, nilitini mabii mengi sana, ma c plus mengi sana. Kwa hivyo na nyinyi, naomba Mungu, tukirudi next time, yule ambaye atapata a hapa complex, sikizeni, yule ambaye anapata atapata amjaruia, yule ambaye anapata ambatapata hapa meritini complex, mwalimu, yule ambaye atapata e 2026 exams hapa nikija, mwisho wa matokeo atakayepata e kwa mfuko wangu nitampatia laki moja ya Kenya yake. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu atubariki. Ali Vincent Benvin TV.